Ndugu zangu wafugaji, karibuni tena kwenye chaneli yetu ya Kingo king Farm. Aa, sasa leo tutaangalia namna ambavyo unaweza ukatumia jani la mgomba pamoja na maganda ya ndizi kwa ajili ya kuongeza uzalishaji kwa kuku wako, kama ni kuku wa mayai au ni kuku wa nyama, lakini pia kwa ajili ya kuwakinga kuku wako na magonjwa mbalimbali na vilevile vile kuwa, kuwafanya waweze kuwa na kinga imara dhidi ya magonjwa mbalimbali. Uh, hii njia inaweza ikakusaidia pia kupunguza gharama za chakula kwa sababu, hili jani la mgomba pamoja na haya maganda ya ndizi yana virutubisho muhimu lakini vile vile mara nyingi unaweza ukayapata kwa gharama nafuu na yakafanya vizuri kabisa kama unaweza ukawapa chakula, kwa mfano, uh, kwa siku, wewe kuku wako wanakula chakula kilo mbili. Sasa, ukipata haya maganda ya ndizi pamoja na hili jani la mgomba una uwezo wa kuwawekea kuku wako kilo moja na nusu na ile nusu inayobaki ukaweka ma, ya, maganda ya ndizi pamoja na hili jani la mgomba. Ukifanya hivyo, kuku wako pia watakuwa na afya bora, utawakinga na magonjwa, utafanya hayo yote ambayo nimekutajia hapo nyuma. Ah, maganda ya ndizi ambayo tunayazungumzia hapa ni maganda ya ndizi aina yoyote ile, ndizi aina yoyote, na pia ndizi iwe mbivu au iwe ndizi ambayo ni mbichi, yani maganda ya ndizi yoyote ile. Kama ndizi imeiva ganda lake linatumika, kama mbichi pia ganda lake linatumika. Na namna ya kuyatumia haya maganda ya ndizi kuna namna mbili ambayo unaweza ambazo unaweza zikakusaidia kutumia vizuri haya maganda ya ndizi. Namna ya kwanza unaweza ukaweka kwenye chakula, kama unaweka kwenye chakula cha kuku. Kwa wale ambao wanatumia formula zetu za KingoFarm tuwa tunaweka pia haya maganda ya ndizi. Aa, namna ya kuweka kwenye chakula cha kuku una unayaanika, ukisha yaanika, yaanika unayanika juani. Yanakauka vizuri, unasaga ule unga wake, unaenda kuchanganya kwenye chakula cha kuku kwa kiwango maalum ambacho kinahitajika. Usizidishe kipimo wala usipunguze kipimo ili uweze kupata matokeo mazuri. Aa, kama unataka kuyatumia haya jaribu kutumia fomula zetu. Ukitumia fomula zetu utapewa maelekezo ya namna ya kuyatumia haya maganda ya ndizi kwenye chakula, itakupunguzia gharama ya kukiandaa kile chakula, lakini pia itafanya chakula chako kiweze kuwa bora zaidi. Aa, ukiwa na fomula yetu ile fomula ya kunenepesha jogoo kuna maganda ya ndizi lakini pia kama una kitabu cha safari ya ufugaji mle pia kuna formula ile formula, ukituuliza tutakuelekeza. Kama una maganda ya ndizi, tutakuelekeza kwenye ile formula uweke kiasi gani. Ah, hii formula ya kumnenepesha jogoo na ukamuuza kwa muda mfupi, huwa tunaiuza shilingi 1500 tu, ni soft copy. Ukihitaji tunakutumia WhatsApp na unawatengenezea na kuku wako wanapata afya bora kabisa. Ah, kwa hizi kwa kuku wengine kienyeji chotara pamoja na layers, hiki kitabu cha safari ya ufugaji ambacho kina miongozo pamoja na hizo formula ni shilingi elfu kumi. Nacho ni soft copy, ukihitaji unatumiwa kwa njia ya WhatsApp, au kama una email utatumiwa kwenye email yako. Ukitumia hivi vyote utaelekezwa matumizi sahihi ya maganda ya ndizi. Aa, na vile vile kwenye jani la mgomba. Jani la mgomba unalitumia likiwa bichi, lile jani la kijani kabisa, unalichuma na unaweza kulitumia vile vile likiwa bichi aa, unaweza ukaweka kwenye maji ya kunywa au ukawatundikia juu akawa wanadonoa. Lakini kwa ukitundika juu kuku wadonoe mara nyingi, wanaona hawalidonoi sana. Kama unaona hawalidonoi sana, utasaga yale majani, ukishayasaga unaweka kwenye maji yao ya kunywa kwa mfano unaweka maji kwenye kila lita kumi kwenye kila una, una drinka lako labda la lita kumi ya maji, utaandaa majani yako mawili marefu kabisa, unayatoa yale majani ya kijani, unaacha ile ile, sijui shina ule ule, ule, ule mstari ambao unapita pale kati, ndio utautoa, lakini utachukua haya majani yote utayatoa vizuri kisha unayasaga una, kama una blender au una kinu unatwanga unaweka kwenye maji yao ya kunywa. Ah, kazi kubwa ya haya ma, kwa haya maganda ya haya majani ya, ya, ya mgomba huwa yanawakinga kuku na magonjwa, yanawakinga kuku na magonjwa ya matumbo, sijui typhoid inasaidia sana kwa kinga, lakini inaimarisha kinga na vile vile inaongezea vitamin na madini. Kama kuku wako walikuwa wanataga yai ambalo uh, lina, lina kiini cheupe sio kiini kile cha njano, basi ukiwapa hivi kwa siku tatu mfululizo mabadiliko utayaona, na vile vile utagaji utaongezeka, na kama ni kuku wa nyama utaona wameanza wanakuwa haraka, kwa sababu wanapata vitamini nzuri, lakini vile, vile wanapata kinga nzuri ya magonjwa hivi watakuwa hawashambuliwi na magonjwa. Na tukija kwa upande wa maganda yale ya ndizi sasa, ambayo nimesema ni ndizi aina yoyote ile. Uh, hapa, kama nilivyosema, unaweza ukayaanika ukaweka kwenye chakula, lakini pia kama umeyapata hapo hapo unataka uwape kuku wako, labda kwa nimesema, kwa mfano kwa siku ulikuwa unawapa kilo mbili, unataka uwape chakula kilo moja na nusu, basi utaandaa haya maganda yako. Unaweza ukayapata labda kwenye vibanda wanapouza ndizi na kadhalika, ukayaosha vizuri, ukakata vipande vidogo vidogo na kisu, ambapo kuku wanaweza wakavidonoa na wakala. Ukayakatakata yakiwa umeshayaosha tayari, ni masafi, unawapa wale kuku, wanakula wanayapenda sana sana sana, sana. Hii hi, ukiwapa haya maganda ya ndizi huwa yani wanayapenda kiasi kwamba wanakuwa hata kama walikuwa hawanywi maji wanakunywa, kama chakula kile, utakuta wanakula na kinaenda kufanya kazi vizuri, kwa sababu yale maganda ya ndizi pia yana hizi fibers au nyuzi lishe ambazo huwa zinasaidia mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo watakula vizuri na mmeng'enyo wa chakula utaenda vizuri kabisa lakini vile vile maganda ya ndizi yana protini, yana madini ambavyo, hivyo vitu vyote ukiviunganisha, kuku wako wanaweza kuwa na afya bora, wanataga vizuri na mayai yenye ubora, kwa sababu ya hizo fibers, protini, vitamin. Ndio maana tunasema kama ulikuwa unawapa chakula kilo mbili ukawapa kilo moja na nusu na ile nusu yake ukaweka maganda ya ndizi, bado utakuwa haujaharibu kitu. Kuku wako tu wataweza kuwa na afya bora na watakupa matokeo mazuri. Aa, ni vizuri zaidi pia ukawa unaweza kuyaandaa vizuri, unayachanganya kwenye chakula, nayo huwa inakuwa ina matokeo mazuri tena ya haraka sana. Kuku wako watapata uzito, watataga vizuri mayai mazuri kabisa. Asema kuna kichangamoto kidogo kwenye kipindi hiki cha mvua, lakini ule muda wa kiangazi unaweza ukayakusanya mengi ukayaanika, ukasaga ule unga wake ukawa unautumia kuchama kuchanganya kwenye chakula. Aa, sasa sisi Kingo Farm tunawapenda sana. Tuwakumbushe tu tuna vitabu vya ufugaji, tuna kitabu cha safari ya ufugaji kama nilivyoelekeza, kina formula mbalimbali mbali za kutengeneza chakula, kina miongozo ya kuwafuga kuku aina tatu, kuna mwongozo wa kumfuga layers, chotara pamoja na kienyeji ikiwemo na hizo formula za kuwatengenezea chakula ili uweze kupunguza gharama. Hiki kitabu ni shilingi elfu kumi, ni soft copy. Ukihitaji unatumiwa kwa njia ya WhatsApp. Pia kuna kitabu kingine kikubwa, kitabu kizuri kabisa ambacho kinaenda kupunguzia gharama za ufugaji kwenye upande wa madawa, kitabu cha tiba za asili za kuku. Kitabu hiki ni kizuri kwa sababu zile tiba zinatumika kwa kuku aina zote. Kuku aina zote wanatumia tiba hizi za asili na zina matokeo mazuri, na wakati mwingine unaweza usitumie gharama kabisa, na wakati mwingine ukatumia gharama ndogo kutengeneza hizi dawa na matokeo ni mazuri mno. Kitabu kina booster nyingi za asili, kina vitamini za asili, kina kinga za asili, ni kizuri

Ha, kitabu nacho ni shilingi 10,000 tu, nacho ni soft copy, utatumiwa kwa njia ya WhatsApp au kwenye email ukiwa umeilipia. Hiki vile vile kwa wewe mfugaji wa broiler tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, kinakuelekeza kuanzia yule broiler mwenye siku moja mpaka unamuuza, utumie kinga gani za asili, vitamini gani za asili, tiba gani za asili, chakula gani. Lakini pia kinakuelekeza namna ya kumpa joto na kadhalika. Maelekezo yote ya kumfuga broiler unayapata kwenye hiki kitabu, kitabu kama hujawahi kabisa kufuga broiler, au unakutana na changamoto. Kipitie hiki kitabu vizuri ili uone ni wapi unakosea. Kwenye kitabu pia kuna formula ya chakula ya broiler. Kuna formula nzuri ambayo ukimpa broiler anakuwa vizuri kabisa na unapunguza gharama ya chakula. Vile vile kwenye kitabu cha broiler kuna budget ya broiler mia moja kama utatumia vitu vya asili. Budget yake ni ndogo sana sana sana. Kiasi kwamba kuku wako hata ukimuuza shilingi 6500 hauwezi kupata hasara, unapata faida. Hiki nacho ni shilingi elfu kumi. Ni softcopy. Ukihitaji unatumiwa kwa njia ya WhatsApp au kwenye email yako. Vile vile tuna formula ya kumnenepesha jogoo, ni shilingi elfu tano tu. Ukilipia elfu tano unapata formula yako. Kama una jogoo wako unataka uwauze haraka au wakue haraka, au una kuku walio dumaa, hii formula inafanya kazi vizuri. Ndani ya wiki tatu mpaka wiki nne, matokeo ni makubwa mno, na unaweza kumuuza kuku wako. Kama alikuwa amedumaa, utamkuta akiwa na afya bora. Vile vile tuna kundi la mafunzo, kundi la WhatsApp, ambapo hapo awali gharama yake ada ilikuwa ni shilingi elfu tano kujiunga na kundi lakini, kwa sasa ada yake ni shilingi elfu nane kwa miezi miwili. Huduma zimeboreshwa ili, anaf, ili, ili kuhakikisha kila mwanafamilia miezi miwili unapata huduma nzuri kabisa kwenye kundi. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie, au ututumie message WhatsApp. Asanteni sana.